Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dkt. Hussein Ali Mwinyi, amezindua rasmi Baraza la kumi na moja la Wawakilishi Zanzibar na kutoa mwelekeo wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kipindi cha pili cha Awamu ya Nane, akisisitiza dhamira ya Serikali kuendeleza maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa msingi wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Akizungumza hii leo, katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Chukwani, Unguja, Dkt. Mwinyi amesema serikali itaendelea kutekeleza Ilani ya CCM ya mwaka 2025 2030 pamoja na ahadi za kampeni na kuendeleza mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha kwanza cha awamu ya nane. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuelezea vipaumbele na mwelekeo wa uongozi wa serikali ya awamu ya nane katika kipindi hiki cha pili, napenda kutumia fursa hii kukipongeza chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kupata ushindi mkubwa wa asilimia 74.8 kwa nafasi ya urais wa Zanzibar, asilimia themanini ya majimbo kwa nafasi ya ujumbe wa Baraza la Wawakilishi, na asilimia 86.4 kwa nafasi za udiwani katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nampongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan kwa kupata ushindi wa kishindo wa asilimia 97.6 sambamba na mgombea mwenza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchini. Ushindi huu ni kielelezo thabiti cha imani ya wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kwa Chama cha Mapinduzi. Hivyo natambua jukumu kubwa lililo mbele yetu, pamoja na viongozi sote tuliochaguliwa kwa tiketi ya CCM kwenda kukidhi matarajio ya wananchi. Namuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kutekeleza vyema wajibu wetu. Rais Dkt. Mwinyi aliongeza kuwa serikali itaendelea kuimarisha utumishi wa umma kwa kuongeza mafunzo, maslahi na nidhamu ya kazi, huku taasisi za zaeka na CAG zikiimarisha mifumo ya udhibiti wa rushwa na matumizi sahihi ya fedha za umma. Baraza la Wawakilishi Zanzibar linatarajia kuanza shughuli zake rasmi tarehe 11 Februari mwaka 2026. Kutoka Zanzibar, Hashim Kasim, Daily News Digital.